Kuna siku kulikuwa na mazungumzo makali sana, na mazungumzo hayo makali sana yalikuwa kwa maksud, yalipangwa <clears throat> yawe hivyo. Naweza nikasema tu yalikuwa nyumbani kwa ndugu yetu Ediriam. na ndio siku ya mwanzo baada ya mazungumzo ya muda mrefu, akaja Maalim Seif kukutana na kamati yake ya maridhiano, maanake ilikuwa kamati, baada ya yeye kumuomba sana, akaja Maalim Seif. Nakumbuka liletwa na Salum Bimani katika gari ile ile, gari na wewe ulikuwa, wao ndio madereva wao ndio wali aliletwa kwa siri pale, tukakaa miaka pita yaliyopita. Na baada ya siku ile pale pale, nikasema sasa lile jibu nimelipata leo, jibu kwa nini nimesimama bila ya kutaka na kumpa mkono huyu mtu nimelipata leo, Pale pale nimtafuta mtu usitaki kumtaja, na ilipo lazima nimtafute nikamwambia, huyu mtu mungwana na atasimama na kauli yake, huyu hasaliti, mungwana mkweli na atasimama na kauli yake, kwa sababu kwa namna tulivyo, maneno tulivyomwambia sisi ambaye anatuzaa mm, na namna alivyotujibu pale mm, pale kasema subhanallah, huyu mm, mtu ni mtu wa aina yake kwa sababu mara nyingine binadamu <tosababu> nguvu mliokuwa nayo nakuwa hamuijui mpaka muambiwe na watu ambao wanajua mshanfahamu. Yeah, nantalizungumza zaidi. Huyo ndo Maalim Seif na taathira yake pale pale, mimi ikawa ndio imeni